Watazamaji wa Jambo TV ikiwa ni tarehe mbili ya mwezi Februari mwaka 2026. Hii ni wiki ya sheria. Na hapa nipo katika nje ya Mahakama Kuu kanda ya Musoma. Hii ni barabara ambayo inaingia Mahakama Kuu, kama ambavyo unaona jengo lile pale, tukishuhudia namna gani ambavyo wanaitumia kuadhimisha wiki hii ya sheria. Lakini pia tumezungumza na baadhi ya wageni, walikuwa wananchi pamoja na wanafunzi ambao wamehudhuria katika maadhimisho haya ya wiki ya sheria. Mbali na hilo, kumekuwepo bado na changamoto e, ambazo wananchi wamekuwa kilalamika kuhusiana na bado kumekuwepo na sitofahamu kuhusiana na ucheleweshaji wa haki. Langu jina ni Fredrizzo Samsoni, kaka journalist wa Jambo TV kwa majina naitwa Kevin Steven. Uh, ni mtumishi wa mahakama kuu kama msaidizi wa kumbukumbu daraja la kwanza. Uh, leo ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya siku ya sheria hapa mahakama kuu, ambapo umekuwa ni kama utaratibu wa mahakama kuu kila inapofika mwanzo wa mwaka Ambapo, Kukili. Ambapo, Kukili. Fanya maadhimisho haya ambapo mara nyingi tumekuwa tukifanya maadhimisho haya ili kuweka uelewa kwa baadhi ya wananchi kujua mahakama inawajibika kufanya kazi gani na kutoa elimu kwenye masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na, na mahakama, shughuli za mahakama. Hivyo basi, inavyofika muda kama huu ambapo mahakama kama mahakama inawajibika kuwafikia wananchi kueleza huduma ambazo zinatolewa na mahakama, ukizingatia uh, kauli mbiu yetu ambayo inasema kwamba mchango wa mahakama katika kuleta ustawi ustawi wa maendeleo ya, ya taifa. Kwa hiyo uh, tumekuwa tuki, tuki, tukifanya shughuli mbali, mbalimbali ikiwemo kwenda kuwatembelea wale wadau wetu kama magereza, kutembelea vile vituo ambavyo vina watoto ambao hawajiwezi na kutoa misaada. Baada ya hapo, huwa tunafungua, tuna, tunafungua shughuli za mahakama na, na tunaamini kuanzia kesho, baada ya kesi ya mfano, tutaendelea na shughuli za mahakama ambazo zinaendelea kwa mwaka huu 2026. Majina yangu naitwa Tito Nicolaus. Uh, mi mwanafunzi kutoka chuo cha msomo utalii nikuwa hapo kwa ajili ya kuzungumzia nilichojifunza kupitia maadhimisho ya maadhimisho ya siku ya mahakama. Nimejifunza kuhusu kutoa haki kwa haraka zaidi pia ndani ya muda, pia kuwa kutoa maamuzi kwa haki kabisa. Kwa majina yangu naitwa Shamimo Omar, nimetokea chuo cha msomo utalii. Nimejifunza mahakama inaweza kutatua migogoro kwa haraka na kuleta haki za binadamu e. Kwa majina naitwa Jessica Isaac nasomea katika chuo cha msomo utalii. Nimejifunza katika wiki ya sheria kusimamia haki, usiogope kupeleka shida yako. Katika wiki ya sheria nimejifunza kutatua migogoro kwa kila moja moja. Asante. Majina anaitwa Naomi Peter Rukiko. okay. Eh hey. Mama, umejifunza nini kupitia hii tukio la wiki ya sheria? Yaani hii hapa leo nimejifunza kwamba mahakama ni chombo ambacho kinatoa uamuzi kwa haraka. Jina langu naitwa Hamza Oyugi Odongo, kutokea kata ya Bugwema wilaya ya Musoma vijijini. Nina kesi ambayo iliamuliwa ilia tarehe tano mwezi wa pili 2024 na nikaomba barua ya kukapa kukata rufaa kwenda mahakama kuu ya rufani. Hii kesi iliamuliwa ili, ili, na jaji na ikuauka, lakini niliandika barua tarehe tano mwezi wa pili tarehe tano mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na nne mpaka sasa sijapata hizo nyaraka za kesi zangu. Kila kila wiki kila mwezi nakuja hapa, lakini naambiwa bado bado, sijui tatizo nini, na mahakama inasema inatoa haki kwa muda lakini kesi zangu kila kila mwezi nakuja hapa mahakamani kwa kupoteza naudi, sijapata haki yangu. Pili, kuna kesi ya kijana wangu ambayo pia ilikuwa ni kesi ya rufaa kwenda mahakama kuu ya rufani. Hii ilishasajiliwa, ilisajiliwa tarehe tano mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na nne mpaka sasa tujaitwa kuchukua samani kumpelekea mtu ambayo tulikuwa tunamlalamikia. Sasa naomba mahakama labda kwa, kwa watu wengine wanatendewa haki, lakini kwa watu wengine hawatendewi haki. Mahakama iangalie ni kwa nini watu wengine wanatendewa haki, lakini sisi hatutendewi haki. Tuna makosa gani? Tuna dhambi gani nisi na mahakama ambayo sisi hatutendewi haki. Kama kuna watu ambao wanahusika wa mahakama ambao wanahusika kwa kuhujumu mahakama, basi mahakama iwachukulie hatua, na kama hizi kesi ambazo tunadai, basi wao walipe hao watu ambao wanatuhujumu, wana wanahujumu mahakama kwa kuchafua mahakama na kuchafua tafsira ya nchi. Naitwa Hamza Oyubi Odongo, na hichi kijiji cha Bugwema wilaya ya Musoma vijijini, kata ya Bugwema. Sijapata fursa ya kuuliza swali kwenye hii wiki ya sheria. Nilijua nitapata fursa ya kuuliza swali, lakini sikupata kabisa nafasi ya kuuliza swali lolote. Wito wangu, naomba mahakama iboreshe, na mahakama pia iangalie watu wanaohujumu mahakama, iwaadhibu au iwaondoe kwenye mahakama hii eh.